Nam e bwana, wadau wa magari, watu wa magari hapa town e, uwe huko Tanzania huko Kenya huko Uganda Nairobi huko e, Nairobi Kenya au popote pale ulipo worldwide e, ni mara nyingine tena tunarudi kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na kitu ambacho amekifanya ndugu yetu hapa e, huyu hapa si mwingine bali ni Chief Godlove. E bwana Chief Godlove, tunajua kabisa kwamba amenunua ile moja kati ya gari za kimarekani kwa sisi ambao tunafahamu magari na wadau wangu ambao huaga tunapiga stori kwenye comment, nadhani tunaijua hii Mustang, ni gari za kimarekani pure, yani zile gari ambazo Marekani naye ameamua kutengeneza kitu basi, ni hii hapa, kama sikosei, Ford, hizi Ford ambazo ndio ikiwemo na hii Mustang, bila kusahau nadhani na Cadillac na nazo pia ni zinatengenezwa Marekani. Eh, kama nitakuwa nimekosea tutarekebishana hapo kwenye comment. Sasa hizi gari bwana, kwa watu ambao tunazifahamu, japokuwa hatuzimiliki kwa sababu bado hatujajipata, eh bwana, lakini kitu ambacho tumenotice ni kwamba Eh, uh, huyu mwenyewe tu bwana hapa amejichanganya, kwa sababu Chief Godlove bwana ameibua mjadala mzito sana huko mitandaoni, hususan kwa watu ambao wanayajua haya magari eh, uh, na sio magari haya tu Ford Mustang, lakini watu ambao wanayajua magari kwa ujumla. Unajua kuna watu wanajua specifications za magari hata kama ni McLaren, japokuwa mtu hana lakini ni watu wako, ni car enthusiast wanajua kila specification kuhusiana na McLaren. Ndio maana kuna kipindi nilizungumza kuhusiana na ile gari yake ile ambayo aliinunua, alisema kwamba ile ni Maybach, tukasema kwamba mimi, nikasema ile ni Mercedes zimekuwa upgraded, kwa sababu Maybach mlango wa nyuma haufunguki wote, kuna kipande cha kioo waga kinabaki. Kwa watu wangu, kwa wale wenzangu ambao tunafahamu magari, nadhani tutakuwa tunaelewana. To hapa haina e, ubishi, atuendekezi ushamba. Ni kwamba Maybach ukifungua mlango wa nyuma, kwa sababu Maybach, yani, the luxury iko kwenye back seat, au vipi bwana? Sasa ukifungua ile ile Maybach mlango wa nyuma, lazima utafunguka nusu, kipande cha kio kinabaki nyuma pale, au vipi bwana? Lakini ile pale bwana, mlango ukifungua, unafunguka wote, ile ni Mercedes ya kawaida ambazo zimekuwa upgraded na mabodi kiti yamefungwa nini, malogo yamekuwa flipped, ndo imeonekana kama ni Maybach. Kwa hiyo ni gari ambazo ni za bei ya kawaida lakini sio ile Maybach yenyewe expensive eh. au vi bwana? Sasa hii hapa imerudi tena na this time of course, hii Mustang hatuna doubt nayo, hii ni Mustang for real, japokuwa kwenye upande wa price ame watu wanasema kwamba amejiongeza sana, lakini ni Mustang Eh, ni gari nzuri kwa watu ambao wanapenda magari ile bwana, ni gari nzuri very sport, au vipi bwana? Sasa lakini ukirudi kwenye point ambayo jamaa ameamua kujibrag nayo, ukiachana na swala la kuacha masi, masit cover mpaka leo haya malailoni, ukiachana na hilo eh, litatotoa kwenye kwenye kwenye picha eh, tunataka tuzungumzie kitu ambacho, features ambazo ameziona humu ambazo ni very impressive, ambazo amedai kwamba zipo katika hii gari eh, ni kwamba hii gari anasema kwamba ina detect kama kuna road barriers au kama unataka kwenda kugonga sehemu, inajipiga break yenyewe au inakuwa alert kwamba kuna sehemu unaenda kugonga, kwa hiyo unatakiwa ukanyage break. Sasa hii feature nilivyoiona tu kwa mara ya kwanza, nikadhania kwamba wanangu ambao wanajua magari hawajaiona wataifumbia macho, lakini nilipopita tena kwa minye mitandao jioni hii nimekuta bwana, wanangu wamjamuacha salama. Naona watu hapa wamekuja kumpalamia kweli kweli Chief Good Love kwamba hiyo ni features ambazo hata kwenye Subaru Impreza zipo. Yaani, Subaru Impreza unaweza ukaendesha na ukaikomandi ukaimaga gari iende spidi sawa na gari ambayo iko mbele. You understand? Yaani, hiyo ni kitu cha kawaida kwenye Subaru Impreza, hiyo ipo. Kuna mwanangu alikuwa nayo, ilikuwa ina uwezo wa kufanya hivyo, lakini pia na pia akiona barriers mbele inafanya the same. Lakini hii issue huku kwa Chief Godlove ameona ni kama kitu fulani hivi very special, katika magari mengine hapa Bongo hakipo. Sasa hebu imagine Subaru so, Impreza milioni 13 uh, unaipata tu kija mwezi chapu, ina hiyo features. Yani hiyo feature ipo, umeona kwa ni kitu cha kawaida so hapa katika hii interview ambayo ameifanya alikuwa anataka kuwaimpresi watu kuwaonyesha kwamba hii gari yake bwana ina uwezo wa kufanya hivyo, yani inaweza ikajipiga breki yenyewe iwapo kama mbele kukaa kuna beri au akiwa yuko hatiani kugonga. Hebu sikiliza hapa alichokuwa anazungumza. Ya, yeah, so kilichokuwa kinaonekana hapo bwana ni kwamba kila akiongeza spidi kama mbele kulikuwa kuna tuta au beria yoyote ile, basi lazima itapiga, uh, itamwalat kwamba hapo mbele bwana kuna tuta, au punguza mwendo, au itajipunguza mwendo yenyewe. Umeona bwana, kwa hiki ni kitu ambacho yeye ameona kwamba ni very special, lakini kwa wadau ambao wanafahamu magari wakaona kabisa kwamba hapa kaka, hii kitu ni very common kwa magari mengi. So, kwa bahati nzuri, na cheka, kwa sababu kuna watu kawaida tutokea miaka hiyo Eh, bwana kuna mtu hapa amesema kwamba bwana kiukweli huyu jamaa alichelewa kidogo. Kwa e, mtu kuna mtu amesema kwamba bwana usitaje Subaru mbele ya gari ya gharama. <laughs> Haya watu wake hawa. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana huyu hapa ni Satambo. E, huyu ni muuzaji wa magari maarufu tu hapa Tanzania. Amekuja naye pia ameweka comment amesema kwamba bwana huo mfumo upo kwenye magari ya kuanzia mwaka 2014 hata Mazda zipo. Kwa hiyo bwana, usiongee hizo features za kawaida kabisa. Umeona? Isatambu bwana amekuja ku, ku, ku, kuweka wazi kuhusiana na hiyo inshu. Umeona bwana. Kuna mtu mwingine hapa anasema kwamba hebu e, irushieni jiwe hiyo gari, kwa sababu kwamba bwana, vipi kuhusiana na kukwepa ngumi, inaweza kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. Kwa mtu mwingine hapa anasema kwamba bwana akijaribu kugonga mwa, mwanajeshi je, lugalo itapiga break au itamchukua? Na hebu akajaribu kwa mtu anasema bwana, do bwana afadhali alikuwepo chifu, tutoe afadhali ulikuwepo chifu ututoe ushamba. Kuna mtu amesema kwamba bwana hiyo gari veta, hatuna imani na hilo swala. Kuna mtu amesema kwamba bwana najua haiwahusu ila, okay, ameongea mambo yake personal. Kuna mtu mwingine amesema bwana, leo ndo nimeamini kwamba huyu Mnyakyusa ni mshamba mno, na nime ni neema ya Mungu tu imewashukia akawa na uwezo wa kununua hata hilo gari. Mdau mwingine mm -hmm. Eh, kuna mtu ambaye anasema kwamba bwana huyu jamaa kiukweli, huo mfumo upo mpaka kwenye Subaru tena, gari gari inasimama yenyewe umeona eh? Ya, hiki ni kitu cha ukweli kabisa ndio maana nikasema kwamba hii features mimi mwenyewe niliviona kwamba ana brag kuhusiana na hiyo feature ambayo ipo kwenye gari yake, ni kitu ambacho mimi mwenyewe kimeniacha hoi, kwa sababu nilikuwa nafahamu kabisa kwamba kwenye Impreza au kwenye Subaru zile za kitambo, hizo zile kisu Subaru fulani vile vidogo dogo eh, vipo hivyo hivyo, na zenyewe yani zina uwezo wa kumak gari ambayo iko mbele, ikaenda spidi sawa na gari ambayo iko mbele, umeona bwana. Kwa hiyo kama mtu wako wa mbele, unaweza akipunguza mwendo, na yako pia nyuma inapunguza mwendo, mkao mnaenda sawa, umeona? Subaru zina hiyo feature eh, na hiyo labda kama hii gari inayo, na nyina pia labda kesho atatupostia kutuambia kwamba hii gari ina uwezo huo. Lakini pia ukija kwenye upande mwingine, ni kwamba kwenye issue ya kujipunguza mwendo yenyewe, kama kuna beri ya mbele, ni kwamba Subaru pia hiyo features wanazo. Mbona toke 2012 13 hivyo vitu ni vya kawaida. Kwa hiyo nadhani watu ambao wamesha kuendesha Subaru nadhani hapa walikuwa wanacheka. So ukiwa kama mdau, hebu weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment. Lakini pia kwa ushauri tu, nadhani jamaa hapa angekuwa, yani angetaka labda gari ya kufanya show off kama hizi, angeleta Tesla. Uh, yaani angeleta Tesla hapa Bongo kidogo angeweza kuwatoa watu shamba, lakini kwenye hizi gari nyingine features zake ni za kawaida sana, wala hazishtui watu. So subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.